Mm. Tumeamua sote kwa pamoja kuwa hatutaenda kujumuika na wenzetu Mombasa bali tutasherekea hapa hapa Hola ODM at 20. Tunaendelea kuomboleza kifo cha Raila Odinga kiongozi wetu. Sote kwa pamoja Tunakubaliana kuwa Dr Oburu Odinga ndiye kiongozi wa ODM na tunaahidi kukubaliana na maamuzi yoyote ya leo ya National Governing Council yatakayofanyika huko Mombasa. Kama branch tuko na changamoto zetu ambazo tungependa kuangazia na tueleweke. Spirit ya devolution inadidimia, na hii ni spirit ambayo kiongozi wetu Hayati Raila Amolo Odinga alipigania miaka yake yote. Spirit ya Devolution inaendelea kudharauliwa na kudidimia. Spirit ya jumuiya ya kaunti za pwani haiendi vizuri. Hapa pwani kuna kaunti zingine zinapewa kipaumbele zaidi ya zingine, Tana River ikiwemo. Nafasi za kazi za kitaifa, Tana River Tumesahaulika kabisa. Tuko hapa kama chama, na tunarudia, hatupingani na ofisi kuu ya chama na tumeamua, na, tuna, na tumeamua kusherekea ODM 20 hapa Tana River. Tungependa ofisi ya kitaifa itambue branch ya Tana River kama branch rasmi. Tumekataa kutawaliwa kutoka ofisi ya Mombasa na kutengwa. Tunaomba ofisi ya Tana River itualike kwenye kikao rasmi ili tuweze kuwaeleza zaidi dukuduku zetu. <tune>